Habari iliyotufikia hivi punde, waziri mkuu mstaafu wa Kenya Raila Odinga amefariki dunia katika wilaya ya Kerala nchini India akiwa na umri wa miaka themanini baada ya kupata mshtuko wa moyo wakati akiwa anafanya mazoezi katika matembezi ya asubuhi. Vyombo vya habari nchini Kenya na India vimeripoti kuwa Odinga alikuwa nchini India kwa matibabu kwa zaidi ya siku tano. Sasa na alipata mashambulizi la moyo kufeli ghafla akiwa ameambatana na mtoto wake wa kike na dada yake. Raila Odinga alizaliwa Julai 7 mwaka 1945 na alikuwa waziri mkuu wa Kenya kutoka mwaka wa 2008 na hadi 2013. Lakini pia amewahi kuwa mgombea urais nchini humo aliyeungwa mkono na wafuasi wengi. Kabla ya kuwa waziri mkuu, alikuwa mbunge wa Rangata kuanzia mwaka elfu moja mia tisa tisini na mbili hadi mwaka elfu mbili na saba Kisha akahudumu kwenye baraza la mawaziri Kenya kama waziri wa nishati kuanzia elfu mbili na moja hadi elfu mbili na mbili na baadaye kama waziri wa, ba wa barabara, kazi ya umma na makazi kuanzia elfu mbili na tatu hadi elfu mbili na tano na kisha akateuliwa kuwa mwakilishi wa juu wa maendeleo ya miundombinu katika Umoja wa Afrika mwaka wa elfu mbili na kumi na nane. Mungu ametoa na Mungu ametoa. Hii ni Mastaz TV nikisema asante.